Tuelekee kaunti nambari 25 ambapo wakazi wa Milimani viungani mwa mji wa Maralal huko Samburu wamelalamikia kuzorota kwa usalama, wakidai kuvamiwa na majambazi waliojihami kwa bunduki. Katika kisa cha hivi punde, chifu eneo hilo alivamiwa na majambazi waliomuibia pesa na mali ya thamani isiyojulikana. Kumi ya wenyeji wa kata Milimani viungani mwa mji wa Maralal Kaunti ya Samburu wamejitokeza kushuhudia ghadhabu ya ujambazi iliyomfika chifu wa kata hiyo baada ya majambazi kuvamia duka lake usiku wa kuamkia leo. Mimi nilikuwa kwa sitting room nilikuwa na, na, na, na angalia news. So dakika kidogo nikasikia mama nduru ikipiga, mama akipiga nduru. Wala ufasadi ni jamaa walimuingilia ndani ya duka na binduki wakamwambia, toa pesa. So mama kwa relax hivi kidogo kaingia kwa bedroom ndani, akaingia kwa bedroom Kasha wa jamaa wakaanza kupekua, pekua, vitu kwa. Alibeba pesa, wakabeba vitu nyingi kwa, kwa duka ndani. Wakazi hao waliojawa na ghadhabu wamedai imekuwa ada kwa majambazi kuvamia maduka eneo hilo na kutatiza usalama wa wenyeji. Kwa hakika mambo yaliyotendeka jana siyo ya kwanza wala sio ya kusemwa hii isho, hata nimetupa sana, nimezungumza kwa mikutano mingi hata kwa DC na hakuna kitu inachukuliwa. Kila sasa tunataka ni vitendo. Salama yetu hapa milimani imekuwa kali zaidi. Kwa sababu sasa mtu tu anakujia au anakunduki. Hapa tuko na tumekuwa na chida kubwa. Tumekuwa na umasikini mbaya. Ukiuza sukuma unachikiliwa punduki. Umefungua kabiashara yako punduki. Umepata mbuzi yako mbili bunduki. Sasa tutaisha aje? Kuvamiwa kwa duka la chifu huyo kukiibua mawimbi mapya ya kutaka machifu kupewa bunduki ili kujilinda na kuwalinda wananchi, tunaomba serikali tafadhali apeane punduki kwa hii mlimani wetu, apee pia machipi yetu, awacha kukaa namna hii. Jana chipi angekuwa na punduki, angekuwa na punduki jana basi, hata yeye angechukua tuakali. Hatutaki mambo ingine, ile kitu tunaomba ni tupewe bunduki, sifu apewe bunduki na wazee wachaguliwa, wachache. Hatuna vijana wengi sana hapa, wanaweza kutreniwa, wapewe bu, bunduki ambao watasimamia nini? Watasimamia hii senta. Juzi juzijuzi last month tulikuwa na mazishi hapa, mzee alipigwa risasi hapa akafa. Sasa tunaomba tu kwamba pia hata machifu pia wanapaswa kuwa amdi, sababu sasa hii imekuwa tu machi sababu so sasa ukiangalia hii center wamekuwa wakipora kila wakati kila wakati, so pia tuko tuna request tu government ifanye jambo, at least mambo ikue ikue ikue sawa. Siku chache zilizopita, waziri wa usalama wa ndani Onesmus Kipchumba Murkomen alisema serikali inalenga kuwapa machifu bunduki, hasa wanaohudumu katika maeneo hatari kwa usalama. Wananchi hawa wanapolalamikia kuzorota kwa usalama na kuitaka serikali kutoa bunduki kwao ili kujilinda, swala ibuka ni je hatua hiyo itaweza kuboresha usalama wa maeneo haya? Bonfas Barasa, Runinga Citizen, eneo la Milimani, gatuzi la Samburu.